Wanaweza wakasema kuwa sio hicho ambacho unachokifanya ndicho ambacho kilichosababisha kuleta mafanikio kwenye maisha yako, lakini siri ya mafanikio yako unayajua wewe, unaelewa wewe, pamoja na Mungu unajua wewe, pamoja na yeye aliyekuumba unaelewa vizuri kuwa ni wakati gani ambao uliokuwa unapitia wakati mwingine kwa ajili ya kuweza kuyatafuta mafanikio. Kuna kipindi huenda ulilala njaa, wakati fulani hivi mgumu uliopitia uliaso. Na kwa sababu hao watu wanaendelea kuamini hivyo, sio rahisi wao kufikiri kuyatafuta mafanikio mpaka kuyafikia, sio rahisi, na hawatoweza mpaka watoke kwenye hiyo dhana ya kuwaza kwamba mafanikio mpaka upitie njia fulani hivi ya kuifanya ndipo mafanikio yapate. Unajua, fursa zipo kila sehemu, na fursa zipo kwa ajili ya mwanadamu mwenye akili, na siku zote zinatafuta hizo fursa, watu ambao wenye akili za kuzitambua hizo fursa. Sio kila mtu ana uwezo wa akili ya kutambua fursa na kuelewa fursa, na siku zote ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, akili yako inapaswa kudili na matatizo ya watu Fikiri kwamba jamii yako kwa ambayo inayokuzunguka inapitia changamoto gani ya kukosa inakosa nini na ufanye nini ili hilo tatizo uweze kuliondoa kwenye hiyo jamii, na katika kuliondoa hilo tatizo hiyo jamii ikuletee mafanikio, yaani ikuletee fedha ambayo itakayokuwezesha kutengeneza mafanikio yako. Lazima akili yako kila siku dili na matatizo ya watu, dili na matatizo ya watu kila siku. Ukiwa akili yako unaishughulisha kutafuta matatizo ya watu na kuyatatua, na ukawa ni mtu ambaye unayejishughulisha kutatua matatizo ya watu nataka nikuambie hivi ni, ni vyepesi sana kufanikiwa kwenye maisha yako, yani ni vyepesi mno kuliko vile ambavyo wewe unavyofikiri. Na wala fedha haitafuti ha, hai, haitafutwi kwa nguvu sana. Fedha inatafutwa kwa nguvu kidogo, lakini akili nyingi. Namna na ya kutafuta fedha ili uweze kuipata ni kudili tu na matatizo ya watu hivyo ndivyo utakapo wini kuinasa fedha kila wakati unapo kuwa unahitaji. Kwa mfano, mimi baada ya kuwa nimefika kwenye hichi kijiji, niliangalia wanakijiji wanapitia changamoto zipi, nikaelewa kwamba wanakijiji wanatupitia changamoto ya kukosa mboga mboga za majani. Nikacheki kwa kina, nikaona kwamba endapo nikitengeneza hizo mboga za majani, shamba la mboga za majani, walau hata kiasi fulani hivi, kwa kupitia kutatio, tu, ku, kuondoa tatizo la mboga za majani kwao, lazima atakuwa anakuja kunielezea fedha kwa ajili ya kuweza kuondokana na haja ya mboga za majani. Ndipo nilipoingia shambani kulima, nikaandaa shamba langu kidogo tu, kaeneo kadogo ka mboga za majani, nikapanda panda vimboga vyangu vya majani. Hapo ni namna ya kutafuta matatizo ya watu na kuyaondoa matatizo. Katika kuondoa matatizo ya watu hao, watu wanakuletea fedha ambayo inakuwezesha kufanya kitu kingine kikubwa zaidi, zaidi ya hiyo mboga ya majani ambayo umeanza nayo. Mboga za majani wala ihitaji mtaji, haihitaji mtaji. Kama una eneo lako, maji yapo ya kutosha, tafuta mbegu zako. Ukiwa na mbegu zako, ukiwa na kiasi hata kuanzia shilingi elfu tano kwa ajili ya mbolea, kwa ajili ya dawa inatosha kabisa kuanza kuanzisha mboga za majani. Kwa mfano kama tembele, wala hahitaji dawa, wala hahitaji dawa kabisa. Tembele hahitaji dawa kabisa, kwa mfano yani, kabisa hahitaji dawa. Dawa inatokea tu mara moja moja, ukipenda wewe kupiga unapiga dawa, lakini mara nyingi ni vimbolea vinatakiwa vizicheze mbali. Vimbolea vile, unaweka mbolea ile ya dukani, iweke vizuri kwa wakati kila baada ya wiki mbili, ukipenda wiki tatu, unaweka tembele. Kila siku litaendelea kukupa mafanikio, na utakuja kujikuta wewe unaondokana na swala la kusema kwamba maisha magumu. Unajua, kuna wakati mwingine waga, nakaa na vijana wenzangu, stori yao kubwa mjini, wanasema kuwa ni maisha magumu alafu wakati mwingine wanaanza kusingizia serikali, haiko vizuri, serikali ni mbaya, serikali imebana bana, serikali sijui nini nini. Sikiliza wewe, hiyo serikali ipo sio kwa ajili ya kuyafanya kufanya wewe uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Serikali ni uongozi ambao unaoshughulika kulinda rasilimali zako za pamoja na wewe kwa ujumla kusimamia misingi na taratibu zote za kisheria ili haki iweze kupatikana kwa kila mwananchi aliyeko ndani ya hiyo nchi. Sasa mafanikio huwa hayaji tu kwamba eti yanaweza kashuka kutoka mbinguni yakaja mpaka sehemu ambapo ulipo yakashuka, hapana. Siku zote mafanikio yanatafutwa kwa jasho, yanatafutwa kwa bidii. Ni lazima uamue, ni lazima utie nia, uamue kutafuta mafanikio kwa nguvu zako zote. Na ukitia nia kuanza kuyatafuta mafanikio, kwa kushughulika tu na matatizo ya watu, nataka kuambia hivi, uwe kwenye maisha yako, lazima utafanikiwa. Kwa mfano usinione mimi nimelima nyanya na ulimaji wa zao, angalia wakati wa kulima. Unajua kuna wengine wanaingia tu kulima lima tu, ili mradi waonekane kuwa wanalima kama vile wengine ambao wanavyolima. Ameona watu wengine wanalima na yeye akiingia kuanza kulima. Kuna wakati wa kulima zao la nyanya, angalia mazingira yako, kwamba kuna muda gani hilo zao linakuwa halipo Hebu andaa katika kipindi ambacho unajua kabisa, kwenye kile kipindi ambacho hilo zao litakuwa halipo, wewe utakuwa nalo, kwa sababu utakuwa nalo alafu eze, unaweza ukajikuta huko wewe peke yako, au mko watu watatu mlioandaa. Nataka nikwambie hivi, ukaivishia kwenye bei ambayo ni nzuri, unaweza ukaimba haleluya Nakwambia kabisa unaweza ukaimba haleluya, kwa sababu unaweza ukapata mafanikio makubwa ambayo hukuwa umetarajia, lakini kwa sababu umeitumia vizuri akili yako na Mungu amekuwezesha kudhubutu vile ambavyo ulivyofanya, hivyo hayo mafanikio ukajikuta umeyapata. kwa hiyo akili ni kitu cha pekee sana ambacho watu wengi watu wengi hu tumesahau sana kuitumia hii akili yetu. Akili ina uwezo mpana sana. Akili hii ya mwanadamu ina uwezo mkubwa sana wa kufikiri na kutafuta namna ya kuondoa changamoto na tatizo lolote iliyoko ndani ya mazingira na ndani ya mwili na ndo maana ukikuta mtu ambaye anejua vizuri kuitumia akili yake, hata kama akipata maumivu au athari, a, a, athari kwenye sehemu yoyote ya mwili, lazima akili itaanza kuwaza kwamba nifanye vipi ili haya maumivu eza hili jeraha lililotokea kwenye mwili wangu liweze kuondoka, nitafanya nifanye vipi, lazima akili itaanza